Katika mtaa wa Kiseku aliishi binti mmoja aitwaye Subira. Alikuwa na miaka kumi na nane tu, mwanafunzi wa shule ya sekondari, lakini ujana wake uligubikwa na majaribu mazito. Alipata ujauzito na mzazi wake wa pekee, mama yake Bi Nuru, alikasirika mno. Umeniaibisha, unafikiri nitalea mtoto wako? Alifoka mama yake huku machozi yakimtoka. Baba wa mtoto hakuwa tayari kuwajibika. Alimkana Subira na kumwambia ajue la kufanya mwenyewe, yeye hausiki. Katika hali ya hofu na kukata tamaa, Subira alijifungua mtoto wa kike usiku wa manane peke yake ndani ya chumba chake kidogo alichopanga baada ya kufukuzwa na mama yake. Kwa akili ya haraka na kwa shinikizo la maneno ya mama yake, aliamua kumbeba mtoto wake na kwenda naye kwenye dampo la uchafu nyuma ya soko la Kigwa. Alivyoona hakuna mtu anayemwangalia alimweka mtoto chini na kuanza kukimbia kurudi nyumbani akiwa na mzigo wa huzuni moyoni mwake. Lakini tukiwa tunaendelea na simulizi yetu hii nzuri, ningependa kuchukua wasaa huu kuwashukuru na kuwaomba, kama hauja subscribe, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele uwe mwanafamilia wa Dunia Ya Simulizi Za Kusisimua ili usipitwe na matoleo ya simulizi nyingi nzuri zinazofuata. Usiku huo mvua kubwa ilinyesha. Wakati wakazi wa mtaa huo walijifunika na kulala, mzee mmoja mfanyabiashara mkubwa aitwaye Mzee Rashid alikuwa anatoka kwenye ibada. Alipopita karibu na dampo, alisikia sauti dhaifu ya kilio. Ni sauti ya mtoto, aliwaza. Alisogea taratibu na kuona mtoto mchanga akiwa ameloa na mvua na akiwa dhaifu kwa sababu ya baridi kali. Bila kusita alimbeba na kumkimbiza hospitali. Baada ya hapo mzee Rashid aliamua kumpelekea mke wake mtoto aliyemwokota. Bi Asha mke wa mzee Rashid ambaye alikuwa hajawahi kupata watoto alilia machozi ya furaha mume wake alipomwambia kilichotokea na kuwa mtoto alikuwa salama. Waliamua kumlea na kumpa jina Neema kwa sababu kweli alikuwa neema katika maisha yao. Miaka ilipita. Neema alikuwa mtoto mwerevu, mwenye adabu na mwenye ndoto kubwa. Alisomeshwa kwenye shule bora, akapata elimu ya juu na hatimaye akawa mfanyabiashara mkubwa mwenye kampuni yake ya mavazi. Katika kipindi hiki, Subira, mama yake mzazi, maisha yake hayakwenda vizuri. Baada ya miaka mingi ya kuhangaika, aliachwa na mume wake na maisha yakawa magumu sana kwake. Siku moja alisikia habari za Neema kwenye televisheni, msichana tajiri mrembo mwenye kampuni kubwa. Kitu kilimtikisa ndani yake. Alianza kuchunguza na baada ya muda alipata ukweli wa kushangaza, Neema alikuwa mtoto wake aliyemtupa. Subira aliamua kwenda nyumbani kwa Neema. Aliingia kwa aibu na machozi. Neema, mimi ni mama yako mzazi, naomba unisamehe, alisema kwa sauti ya huzuni. Neema alitetemeka. Hakuwahi kufikiria kuwa mama yake mzazi angemtupa, lakini alikuwepo sasa mbele yake, akilia kwa uchungu. Mzee Rashid na Bi Asha walitazamana, walijua siku moja ukweli huu ungefika. Nilikutupa kwa sababu ya hofu na ujinga wangu, lakini sikuwahi kukusahau, subira alisema. Neema alihisi moyo wake ukigawanyika vipande viwili. Aliumia sana lakini alijua kuwa chuki isingemsaidia. Alimshika mama yake na kumwambia, siwezi kukuchukia, lakini mama, aliyenilea aliyepambana kwa ajili yangu, ni Bi Asha, yeye ndiye mama yangu wa kweli. Subira alilia zaidi, lakini akakubali ukweli huo mchungu. Subira alijifunza kuwa uamuzi mbaya wa dakika moja unaweza kuasiri maisha yote. Alijutia sana lakini hakukuwa na jinsi. Neema aliamua kumsaidia Subira kwa kumpa biashara ndogo ya kuanza upya maisha, lakini nafasi ya kuwa mama haikurejea tena. Katika dunia kuna watu wanaotupa nyota zao bila kujua, lakini nyota zinaweza kung'aa tena kwa mikono mingine. Funzo: Uamuzi wa haraka unaweza kuasiri maisha yote.